Kubwa sana ni katika eneo la uvuvi. Hili swala la taasisi bubu za fedha au wanaitwa kausha damu, tunafahamu kwamba ili kusudi uweze kuwa mtoa huduma bora, lazima kuna kanuni, taratibu, sheria ambazo unapaswa kuzifuata, ili kusudi uweze comply na maelekezo ya serikali. Jambo hili limekuja wakati sahihi kabisa, ili kutokana na changamoto nyingi sana za kifedha, kwamba yatatoa elimu nzuri kwa watu kutambua kumiliki fedha na kutumia fedha, na hasa katika wekezaji wa fedha, ili kwamba fedha wanazozipata leo ziweze kuwafaa kwa siku ya leo na hata kwa siku zijazo, kua mahitaji ukerewe na mkoa wa Mwanza na, na taifa lote. Hii elimu iendelee kuwepo kwa ajili ya kujenga maslahi mapana ya wakopeshaji na wakopeshwaji wakopeshwaji.